Karibu sana msikilizaji wetu mahiri popote pale ulipo, kwenye basi, kazini, nyumbani, ama hata ukiwa kitandani ukipumzika. Hii ni simulizi pendwa, na mimi ndiye mtangazaji wako mrembo Esther. leo tumekuandalia hadithi ambayo kila mmoja wetu alisikia utotoni, lakini safari hii tunaiwasilisha kwa ladha ya kipekee, simulizi ya kusisimua yenye mafunzo, huzuni ushindi na msamaha. Ndiyo, ni simulizi ya Yusufu mwana wa Yakobo. Usikose hata sekunde moja, lakini siipo peke yangu, niko na msimulizi wetu mashuhuri anayefahamika kwa uwasilishaji wake makini na wa kuvutia. Tafadhali Justini, jitambulishe kwa hadhira yetu. Asante sana Esther, naitwa Justini Ibrahim, msimulizi wenu kwa leo, na kama ulivyosikia Tupo kwenye simulizi ya kipekee kabisa, maisha ya Yusufu. Safari hii tutagusa undani wa maisha yake, changamoto, ndoto na safari ya ajabu kuelekea mafanikio. Haya basi, tusafiri pamoja. Kabla hujaanza, Justin, hebu niambie, kwa nini simulizi ya Yusufu ni ya kipekee sana mpaka leo watu bado wanaitamani? Ni kwa sababu simulizi ya Yusufu ni hadithi ya maisha halisi. Ni hadithi ya mtu aliyesalitiwa na ndugu zake kuuzwa kama mtumwa lakini mwisho wa yote akawa mfalme wa pili kwa nguvu katika nchi ya Misri. Ni simulizi ya ndoto na matumaini ya kumtegemea Mungu hata unapokataliwa na waliokuzalia. Ah, ni ya kusisimua kweli. Hebu basi tuanze sasa hivi, msikilizaji wetu, sogea karibu kabisa. Yakobo ambaye alikuwa baba wa Yusufu alipata wake wawili, Raheli na Lea. Alimpenda sana Raheli, lakini kwa muda mrefu hakuwa na watoto. Hatimaye Mungu akamsikia na akazaa mtoto aliyeitwa Yusufu. Alikuwa wa kumi na moja kati ya watoto wa Yakobo, lakini akawa kipenzi cha baba yake. Yakobo alionesha mapenzi ya dhahiri kwa Yusufu kuliko ndugu zake wote. Akampatia kanzu ya rangi nyingi, zawadi ya kipekee ambayo iliwafanya ndugu zake waanze kumchukia si kwa sababu ya urembo wa kanzu tu, bali kwa sababu ya upendeleo alioonyeshwa. Yaani kweli nduguzo walimchukia kwa upendeleo tu, inasikitisha sana. Lakini Justine, Yusufu alihisi hayo, ndiyo Esther. Na haikuishia hapo, Yusufu alianza kupata ndoto, ndoto ambazo ziliwaumiza zaidi ndugu zake. Ndoto ya kwanza, aliwaambia ndugu zake kwamba walikuwa wanavuna nafaka kisha miganda yao ikainama mbele ya mganda wake. Walimwambia kwa hasira, unadhani tutakuinamia wewe? Kisha akapata ndoto ya pili ya jua, mwezi na nyota kumi na moja vikimsujudia. Hii ikamfanya hata baba yake ajiulize, Je, mimi na mama yako pamoja na ndugu zako tutakusujudia? Kwa kweli ndoto hizo zilionekana kama majivuno kwake, lakini kumbe zilikuwa unabii. Wahenga walisema, ukiona vyaelea jua vimeundwa. Endelea Justine, tuna hamu ya kusikia kilichofata. Siku moja ndugu zake walikuwa malishoni mbali. Yakobo akawaambia Yusufu aende kuwatembelea. Alipowafikia, walimuona kwa mbali na wakasema, huyu ndiye mtaalamu wa ndoto tumuue, halafu tuone zitakuwa wapi hizo ndoto zake. Lakini Riubeni, mmoja wa ndugu zake, akawashauri wasimuue bali wamtupe shimoni. Nia yake ilikuwa baadaye amtoe huko Walimvua ile kanzu yake ya rangi nyingi na kumtupa shimoni. Inahuzunisha sana walimfanyia hivi ndugu yao. Yaani, chuki inaweza kumpeleka mtu kufanya kitu cha hatari hivyo. Halafu nini kilitokea baadaye? Wakiwa wanakula chakula, wakaona wafanyabiashara wa Midiani wakipita. Yuda akapendekeza tusiue ndugu yetu, tumuuze kwa hawa wa Midiani. Wakamtoa shimoni na kumuuza kwa vipande 20 vya fedha. Hawa wafanyabiashara wakampeleka Misri. Ndugu zake walichukua ile kanzu ya rangi, wakaichovya kwenye damu ya mnyama na kumpelekea baba yao wakisema, tunaogopa huenda mnyama amemlala Yusufu. Yakobo akalia kwa uchungu mkubwa akisema nitashuka kaburini nikiwa na huzuni kwa ajili ya mwanangu. Ndugu msikilizaji, usicheze na maumivu ya mzazi. Yakobo alipoteza matumaini kabisa, lakini jastini, vipi hali ya Yusufu kule Misri? Hapo ndipo hadithi inaingia sehemu nyingine kabisa, sivyo? Sahiri kabisa. Yusufu alipofikishwa Misri alinunuliwa na Potifa, mkuu wa majeshi ya Farao. Huko alianza kufanya kazi kwa bidii na Mungu alikuwa naye. Hivyo akaaminiwa na kupewa usimamizi wa nyumba yote ya Potifa. Lakini hapa ndipo jaribu likaja. Mke wa Potifa akaanza kumtamani Yusufu, kijana mtanashati. Akamwambia, lala nami na uhu. Sasa ni moto wa kifamilia. Je, Yusufu alikubali au alikataa tamaa hiyo, na nini kilimtokea baada ya hapo? Tusikie zaidi kwenye sehemu inayofuata este. Hapo ndipo tutakapomalizia kwa sasa. Tukutane tena katika sehemu ya pili ya simulizi hii ya kipekee ya Yusufu, pale ambapo jaribu linamkumba lakini bado msimamo wake unamweka katika hatari nyingine. Usikose msikilizaji wangu, hii ni simulizi pendwa, na mimi ni Esther. tumeambatana na msimulizi wetu Justin Ibrahim. kwa sasa ni kwa heri, lakini kumbuka, safari ya ndoto haianzi kwa utukufu, bali kwa majaribu. Kwa heri mpaka sehemu ya pili, usisahau kusubscribe. kwa heri. Karibu tena kwenye simulizi pendwa ya Biblia, hadithi ya Yusufu. Kama ulikosa sehemu ya kwanza, usijali kabisa unaweza kurudi kuisikiliza, lakini kwa sasa embo tukusogezee pale tulipoishia. Yusufu ameuzwa kama mtumwa na ndugu zake. Jamani, inahuzunisha kweli, lakini pia kuna mafundisho ya ajabu ndani ya haya yote. Bado tupo na mtaalamu wetu wa simulizi Justine Ibrahim, karibu tena. Nashukuru sana Heste, ni jambo la faraja kuwa bado tunasikilizwa na wapenzi wa simulizi hii. Safari ya Yusufu haijaisha. Bado tuna mengi ya kujifunza. Na bila kupoteza muda, Justini, embu tuambie, nini kilitokea baada ya Yusufu kuuzwa? Aliishia wapi? Baada ya kuuzwa na ndugu zake Yusufu alipelekwa Misri, na kule Misri alinunuliwa na mtu mmoja mkubwa sana, Potifa, aliyekuwa mkuu wa walinzi wa Mfalme Farao. Huyu Potifa aliona kitu cha kipekee kwa Yusufu. Aliona neema na uaminifu usio wa kawaida. Yusufu alianza kama mtumwa, lakini kwa sababu alikuwa mwaminifu, Potifa alimweka kuwa msimamizi wa nyumba yake yote. Kila kitu alichogusa Yusufu kilifanikiwa, maana Mungu alikuwa naye. I say, kutoka kuwa mtumwa hadi msimamizi wa nyumba ya mtu mkubwa! Kweli Mungu akisema ndiyo, hakuna wa kusema hapana. Unasikiliza simulizi pendwa ya Yusufu kupitia sauti ya Esther na mtaalamu wetu Justini. Usikose kila sehemu. Subscribe kwenye chaneli yetu ili kuwa wa kwanza kupata simulizi zetu. Kabla hujaendelea, je, unadhani kama Yusufu aliwahi kuwa na huzuni au masikitiko katika kipindi hiki? Bila shaka Esther. Licha ya mafanikio hayo ya muda mfupi Yusufu alikuwa binadamu, alikuwa na maumivu ya moyoni, ndugu zake waliomsaliti maisha mapya ya ugenini na ukimya wa baba yake. Lakini yote haya hakumtoa kwenye mstari wa uaminifu kwake Mungu, na hapa ndipo maisha yalianza kuchukua mkono mwingine wa kusisimua, sivyo? Sahihi kabisa. Siku moja mke wa Potifa alianza kumtamani Yusufu, akamshawishi mara kadhaa ili alale naye, lakini Yusufu alimkataa akasema, hawezi kumkosea Mungu wake na bosi wake aliyemwamini. Lakini mke wa Potifa hakukata tamaa. Siku moja alipomkuta Yusufu peke yao ndani ya nyumba alimvuta nguo, lakini Yusufu alikimbia akaacha vazi lake mikononi mwa yule mwanamke. Kwa hasira na aibu, mke wa Potifa akadanganya kuwa Yusufu alitaka kumbaka. Oh my God! Jamani, jamani, mtu mwema anageuziwa maneno. Hiki ni kipindi gumu kweli kwa Yusufu, kweli Esther. Hapo ndipo Yusufu alijikuta gerezani kwa kosa ambalo ha- kufanya. Aliwekwa kifungoni lakini hata gerezani neema ya Mungu haikumwacha. Mimi nikijiweka kwenye nafasi ya Yusufu ningekuwa na maswali mengi kwa Mungu. Hivi, kwa nini vitu hivi vinanitokea? Huu ni mtihani mkubwa mno. Simulizi ya Yusufu, somo la imani, uaminifu na kusubiri wakati wa Mungu. Endelea kusikiliza. Sasa Justini, ni nini kilitokea gerezani? Yusufu aliendelea kuwa kama mfunga wa kawaida au kuna jambo liliibuka ndani ya gereza? Mkuu wa magereza aliona tabia nzuri ya Yusufu na akampa madaraka ya kuangalia wafungwa wenzake. Hapo ndipo Yusufu alikutana na watu wawili muhimu, mnyweshaji wa mfalme na mkateka wa mfalme. Wote walikuwa na ndoto zisizotafsirika. Yusufu kwa msaada wa Mungu alitafsiri ndoto zao. Aliwaambia kuwa mnyweshaji angerudishwa kazi, lakini mkateka angeuawa. Na kweli ikatokea kama alivyosema. Wow, Yusufu hakuwa tu mnyenyekevu, bali pia alikuwa na karama ya kipekee. Hili ni fundisho kubwa, hata ukiwa kifungoni, Mungu anaweza kukuinua. Ni kweli, Esther. Na hapo ndipo simulizi linaanza kuchukua sura mpya. Tutakachokiona kwenye sehemu ya tatu ni jinsi ndoto ya Farao ilivyobadilisha maisha ya Yusufu kabisa. Usikose sehemu ya tatu, Yusufu anapanda juu hadi ikulu. Kama umejifunza kitu leo, share hii podcast kwa rafiki yako. Mimi ni Esther mtangazaji wako wa moyo, na na mimi ni Justine Ibrahim, msimulizi wako. Tutaonana sehemu ijayo. Usiikose simulizi ya Yusufu, kutoka kwenye shimo hadi kwenye utukufu. Endelea kuwa nasi, usisahau kusubscribe ili kuwa wa kwanza kupata simulizi zetu. Asante.